Aa, na sisi tunaendelea kuwakumbusha Simba ile Mukwala hajacheza, Mohamed Bajabila hajacheza, Maodo Alassane Kante hajacheza, Kamara anaumwa, Melewa sijui, na kwenye siku ambazo kocha alikasirika jana, maana kushangilia goli lolote <laughs> kwenye magoli matatu, kocha akushangilia goli lolote, yani kanuna kwamba Simba amecheza chini ya kiwango eh, pila Masigara huyo eh, kanuna sasa eh, eh. Sisi tunaendelea kushinda mechi zetu mataifa. Nyinyi endeleeni kuwa busy na kusherekea cheo cha kafu eh, cheo cha kafu, kuna cheo cha FIFA mmepata kule nyinyi, kueni busy kule kushangilia, sisi tunashinda mechi zetu Nyinyi amekuwa si rais wa CAF si nini si yeye si FIFA si kafanyaje, mjumbe nyinyi, endeleni ni kushangilia ku, sisi kwenye mechi hizi, ndio maswala yetu ndio, e, maswala yetu na tutawaonyesha sisi.